Mheshimiwa, kifungu kidogo cha nne cha mia mbili arobaini na tano inasema kwamba inasema kwamba upelelezi ukisha kamilika, i au mafilishi wake, yaani hawa sio ipiki ile hawa mshtakiwa kutumia lugha ya mahakama, lugha ya mahakama hakuna, hawa ni wataamue upelelezi huu una ushahidi wa maana wa kupeleka mahakamani mahakama kuu au la? Hii ilishafanyika kitu ambacho tulitazamia tuambiwe leo, na nachokuomba mheshimiwa, uwalazimishe wakisema, wakifanya, wakakuja kwenye namna ya kuwalazimisha. Kipo tulichotegemea leo ni kifungu cha 245, kifungu kidogo cha 5, kuingia hapa na kifungu hiki kinasema Mheshimiwa, mwendesha mashtaka wa serikali au afisa mwingine wa umma, yaani mawakili wa serikali hawa, baada ya kuchunguza faili subsection, waliopelekewa, baada ya kupelekewa ile faili And this na maelezo <coughs> ya mashahidi kama wakili wa serikali, kama DPP au mawakili wake wa serikali wanaona kwamba ushahidi uliopo hautoshelezi, sheria inasema he shall immediately enter another prosecution, immediately, mara moja. ni option ya kwanza ambayo tulitegemea watuambie hapa leo, faili imekamilika, tumelisoma, hakuna ushahidi, tuna sheria inasema. Option ya pili kama hiyo haipo, option ya pili inasema kama bado DPP au mawakili wake wa serikali wanaona wana kuna sababu za, za ushahidi zaidi kutafutwa, kama wana, wana reason to believe that additional evidence, additional investigation may change the position then wakaomba ahirisho na wakaomba muda wa further investigations. They only have two options.